Jambo jingine ambalo limeelezwa ni kwamba juu ya eh, mabadiliko wa mawaziri wanapokuja wapya, mabadiliko yanatangazwa yana sana eh, mnapiga sana maneno alafu mwisho wa siku unaona watu wanarudi kwenye business as usual. Sasa, hili jambo mimi nataka nizungumze na watumishi wa umma. Wewe mwandishi bali unauliza, lakini mimi ninapokujibu wewe, naomba nizungumze na, na watumishi wa umma. Jambo la business as usual limefika mwisho. Sisi kwenye wizara yetu maana waje bahati mbaya iliyopo watumishi wa umma lazima wajua kwamba safari hii bwana waziri ambaye kwanza anajua nini maana ya nafasi yake. Yaani hilo jambo nataka niwaambie wazi. Wizara yetu sisi ndiyo inao haya na kufaya. Yaani sisi leo hii, hata ukisikia kwa mfano mtu kafukuzwa huko sijui labda kwenye sijui kitu gani huko kwenye wizara gani kafukuzwa. Yaani kituo kinachokuja ni kwetu sisi. Sisi ndio tunajua nini utumishi wa umma unataka. Mtumisha umma aliyekosea tunajua adhabu gani anatakiwa kupewa. Mtumisha umma aliyekosea tunajua anatakiwa kufukuzwa lini na anatakiwa lini arudishwe kazini. Kwa nataka niseme kitu kimoja. Kama kuna mtu ambaye anaamini kwamba ule muda wa kuchecheza huko, muda huo haupo. Nataka nikwambie, sisi wengine bahati nzuri eh, huwa tuna hatuna sababu ya kuyakununa kwa sababu e, mimi nilifundishwa kwamba maisha haya ni furaha. Yaani wewe ukijiona kwa mfano mkono umeshindwa kunyooka hivi kuna mwenzako hata wa mkono hana, kwa sababu sababu ya kunoa. Lakini nataka nikwambie, nafikiri jambo la utendaji kazi, mimi ninachotaka ni kwamba jambo mtu aliwezekani uniambie kwa Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria hii, kwa mujibu wa hiki, ili jambo ni gumu kutekelezeka katika hili, lakini tunazungumza alafu naita nidhamu ya uoga. Mfanyakazi kwamba mheshimiwa waziri sawa, nitafanya alafu hujafanya alafu ikijao unakuja kuniambia nimeshindwa kufanya kwa sababu hiyo. Nasema hivyo hiyo kazi hiyo kama unaitaka uwe mwazi na ukweli. Utumishi wa umma ni dhamana, dhamana ambayo sisi tumepewa kwa niaba ya wananchi. Wananchi hawa walimchagua rais, labda labda ifahamike vizuri, wananchi wa Tanzania walimchagua mtu anaitwa rais. Rais akaona kwamba kwa sababu mimi ndio polisi mimi ndio mwanajeshi mimi ndio daktari mimi ndio nani mimi ndio nani hebu nitafute watu ambao watanisaidia kusimamia haya maeneo ambayo wananchi wangu wamenituma niende nikafanye kazi na moja eneo ambalo nilitumwa kufanya kazi ni kwenda utumishi wa umma sasa sisi tunasema utumishi wa umma utumishi wa umma lazima utoe majabu na ndio maana safari hii mnaweza kuona kwa katika reforms ambazo tunaanza kufanya mojawapo kwa safari hii tunataka tuhakikishe kwamba watumishi wa umma wanapata adabu